Mambo vipi? Karibuni sana kwenye kipindi chetu kizuri cha Koma Podcast. Tunaposema Koma tunamaanisha kwamba komboa maadili, komboa mazingira, na leo tutakuwa na mgeni wetu special kabisa. Wow, hmm. Umependeza, asante ah, sana mamam. Ni nani amehusika? huyu ni mke wangu. mama mamaje kabisa, maana inamaana yeye ndo amekushonia hizi nguo yes ya, ameni, ameni, tenyeza, ikot, kidogo kidogosht nini saa umeona vizuri vizuri, kwa hiyo mwenyewe eenewmenyewe amehusika, ameenda dukani au kaenda dukani mwenyewe. Basi popote alipo apewe maua yakefrahianashukuru sana sana, karibu sana kwenye kipindi, kulia kushoto, nashukuru sana. <laughs> Mimi ninaenjoy sana sijui kama na wewe pia unaenjoy. Oh, wow. Ni mrembo kiasi hiki. Ukiwa kamera yes, ule wako. Tuna free uh, pia na wewe kuwa hapa. Sema ule msimu wako? Karibu sana asante, asante, asante, asante, asante. Ah, bado tunaendelea kuenjoy kwepo kwenye kipindi chetu kizuri sana cha Koma na kipindi chetu. Naam, ni mbuji huyu hapa na mshititi wa lugha, ushinalimu ya Kiswahili, Salim mwanangu wa Ahmed Gabo Zigamba <laughs> <laughs> mm. <laughs> Tuendelee kusema karibu na karibuni sana, nimenjoi leo, enaumenjondidada umenjobwana uja njoi kumwona

Mi huwa napenda kitu ambacho unafanya, kumbe shabiki yako. Mimi nataka tujadili kitu kimoja leo hapa, ni kwamba kwenye swala zima la mahusiano mapenzi ndio nara dunia, yes, kwamba mapenzi ni hisia au mapenzi ni mihemko? kwa sababu kuna watu wengine wanapenda show off kuliko mapenzi yenyewe. Yaani, mtu anaweza kuwa anataka harusi yake labda iwe fulani, lakini mapenzi ndani hana. E, un, un, unawapa unawapa tu siku hivi tatu nne zina ni si au? Okay, nianze kwa upande wangu niseme mm, kwamba mm, vijana wengi ama dunia ya sasa hivi mm, tumetawalwa sana na mitandao tumetawaliwa tumetawaliwa na utandawazi. Kwa hiyo unakuta, yani mimi tuseme, ninampenda kijana au nimekutana na kijana Instagram mm. leo kesho tayari tumeshaanza show off kwamba yeah. Na mimi nionekane kwamba niko kwenye mahusiano yeah. Niko kwenye mapenzi, napendwa yeah. Baada ya siku mbili nimevaa pete. Siku hizi tunajivaisha pete yenyewe, unajua hilo yes, tunasema I said yes. Yani nahisi kwamba pete amenunua kwa pesa yako yeah, ananunua anajiengage, alafu nasema kwamba I said yes, ni ile kutokana na wimbi kubwa la mtandao wa sisi vijana mm. kwamba mm. uh, ili kuonyesha kwamba fulani kaolewa na rafiki yangu ameolewa na mimi, mm. basi kwao unaona kwamba mtandao ama utandawazi unatupeleka sehemu ambayo mm. sio kabisa, kwa sababu inatufanya tunakuwa na mihemko. yule anahisi amechanganyikiwa kidogo <laughs> <Yes>. iko hivi ndio ya mambo hii <laughs> hmm. Tuzungumze kwa ukweli, hisia zipo. Mii bro, nimeoa na miaka kama mitano nyuma hivi yes, ipete kabisa ipete na kisita nusu. Dada angu uelewe hichi kitu kwao. Sasa ukisema kwa miemko, mi nakataa, kwa sababu wakati mimi naanza kumwoa mke wangu nikuwa sina hata senti bado kabisa. Yani tumekuta kwenye sherehe pale tumependa maskini na Mungu, tukaza mahusiano sasa. Unasema saamemona mpenzi weemiemko haipo, ni labda mitandao, ila hisia zipo, mimi ku ipenda mimi kwarakaaruhsiyangu Any, remember, sikuwa na hela milioni mbili na kitano huku mbini fresh ni upendo senyenge hizi zinawasumbua. Hapana, unajua, mimi nachohisi huyu kijana bado hajajitambua kaoa, lakini hajajitambua.

ni kwambia hivi mapenzi, hivi mapenzi unajua ni, ni neno dogo lakini la tafsiri kubwa. tunaposema mapenzi mm. tunapozungumzia kitu kinaitwa mapenzi ni mm. ile hali ya kujitoa ile hali ya kujidhatiti yani, mapenzi sio about sex, sijui unanielewa. Mapenzi ni sikiliza, usiseme sijui unanielewa, useme sijui mnanielewa, tuko wawili. Umenielewa? Mapenzi ni hisia <laughs> na hizo hisia zinajengwa na watu wawili mm. Sasa kama zinajengwa na watu wawili, ni kitu ambacho kinatoka from bottom of your heart mm. kwamba moyo ndio unacho decide kupokea kile ambacho wewe unatamani kukipata kutoka kwa sasa tumekubaliana kwa kwamba hivi kwamba mapenzi ni hisia, sio mhemko kwa mitandao Unakuja taratibu okay. Atakuja subiri okay. Amalize kwanza, yeye anamaliza hey. Anamaliza kilichokuwa, alafu anazungumza kwenye topic, kwamba kuna watu wengi wamebaki kwenye hisia na kuna watu exactly. Wengi wapo yes. Exactly. kwamba tunaona mganga, nilichokuwa nataka kusema ni kwamba amekuzalisha kimtandao. Nilichokuwa nataka kuzungumzia kijana huyo, mnielewe wote kwa pamoja, na vijana wengine wanielewe kwamba mapenzi ni hisia na hakuna mwanadamu ambaye hana hisia. Ukiona mtu hana hisia, jua huyo ana tatizo kabisa. Ehe, kwa hiyo ninapokuja kwenye suala la kimtandao, ile ni mihemko. Yani kwamba tunachanganya hisia, tunashindwa kutofautisha kati ya hisia mm. na mihemko, yani kwamba wewe unampenda mtu kupitia social media, kwamba umeshampenda umeshavutiwa naye yeah. kabla haujawa na ile, yani hujaingia moja kwa moja kihisia kwamba huyu anaweza akawa mke, huyu anaweza akawa mume, wewe umeshafikiria vitu vya mbele kabla mm -hmm. haujamchunguza haujia, yani hujaona kama anakukidhi katika maisha yako, na ndi, ndio maana asilimia kubwa ya sasa hivi ya vijana wengi mm -hmm. tunaoa na kuolewa lakini mwisho wa siku ndoa hazidumu kwa sababu gani? Tunaoa kwa miemko, kwa sababu bwana, brother Gabo, brother Gabo ameoa, basi na mimi nataka kuoa, ni show mm -hmm. off. Yani hatuna yale mahusiano ambayo ni mapenzi ya dhati, anatoka kwenye moyo wako. Kwa hiyo unasema ndoa nyingi sana za miemko, yes. Umeona sasa hapo vurunda, umeona vurunda dada huyo, iko hivi bro, ukisema mm -hmm. okay, uh, watu naona kwa ajili ya, kwa ajili ya miemko mitandao, mimi nakataa mm -hmm. uh, mimi nakataa kwa sababu, mimi mke wangu nimeona Instagram, inakuja taratibu taratibu. Instagram nikamtafuta tuzungumze tu tukaonana vizuri tu, lakini sasa sikuwa kwa lengo la kuoa. wakati yo mimi namchumbia mke wangu na mtu wa Instagram, tukakaa tukaliana nini nini hivyo, lakini Instagram ulim DM DM DM kwa Instagram, akojibu message akojibu akojibu akatulia. Nikamtafuta dada yake, bwana, vipi swala, vipi swala liko empty, liko liko na ah, yuko serious na nini. Nikamtafuta tukawasiliana kwao, tukaanza mahusiano hapo lakini sasa wakati huo nilikuwa sina kazi, nika ni na mwanamke ambaye naweza nikamsaidia akanisaidia. Sasa tukaanza katika engo hiyo, tunaanza kuanzia na chumba kimoja kwa sababu nilimpenda hmm. Lakini sasa sio kwa mihemko hivyo, wadada wengi sasa hivi wako hivyo.

afanye siku mema duma katika haa ndio na ile ni moja kati ya kazi zangu hey. Ndio ule huyo ni miezi mitatu hiyo sikutana na mm -hmm. Mamangu sikutana naye kimwili ikabidi tuanze kutii sheria ikaenda kaenda eh e, sasa gha na nataka sasa mama vipi mm -hmm. Sio le mama vipi ah tusubirie daktari mmoja -hmm. Kwanza wa pili wa tatu kwa hiyo ikafika miezi sita mm -hmm. Mimba ikafika miezi tisa unayo hapa sasa lolote linaweza kutokea ndio. Akajifungwa salam operation, daktari akasema nataka ukae okay, miezi sita miezi mm. sita sha miezi mitatu miezi sita yeah. Ni nusu mwaka, huwezi kuonana na kiumbe chochote yeah. Nikasema sasa hapa mama iende mbele injilio yeah. ah, we, yeah. Kidogo nikateleza, kwa hiyo na hiyo mimi sikukumbuka. Si haramu kusema ukweli. Exactly. na si dhambi kusema, si dhambi kusema ukweli. Kaka, unajua ukweli ukiuzungumza unakuwa uh-huh. free <laughs> nah, kwa moyo. Ha, ha, mm. e, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, usiwape. Sijawahi kuchiti. Usiwape. Sijawahi kuchiti. Ah, sisi mwenyewe ndio tunasema ukweli, tunapenda kweli. Eh, lakini nimejikuta mwingi napenda mtu sana, afu naachwa, ende napigwa tukio mimi. Ehe. Ah, kwa hiyo iko hivyo.

binti anakuwa amepatiwa . Unamwambiaje mwenza wako kwenye kamera pale? Ah, yes baby, yeah, popote ulipo, ninakupenda sana. Oh, yeah, mpaka nafika hapa nimeshakwambia ninakupenda. hmm. yeah. na ni mtu ambaye nakufikiria kila wakati kwa sababu mm, unanifanya nijihisi ni mwanamke katika wanawake katika hii dunia, ndio unanifanya nazidi kupata nguvu ya kupambana kwa ajili yako na familia yako na, na, tu, ya na ni na ni, atulie umwambie atulie, manake na utulie. Kuna kuna mitandao <laughs> tunaihadithia hapa exactly, anaweza akatereza. Usinizalilishe, usinizalilishe maana ajanizalisha sina mtoto asinizalilisha, navyo jigamba hapa, elezenu. Alafu mwisho wa siku nikiwapigia simu nimechitiwa. Unajua, mnazungumza vyema na mnazungumza vizuri, sisi Waswahili tunasema mnazungumza vilivyo, maanaake ukizungumza vilivyo kuna sehemu unakuwa hakuna umeacha yeah. Hakuna sehemu ambao unakuwa umeiwacha yeah. Nini ambacho inabidi kifanyike ili kuweza kupunguza ile wimbi la, la la hisia za mapenzi na mihemko e, tunawambia nini? Sisi tuko katika mrodi Koma hapa kujaribu kuwambia watu e, namna ambavyo natakiwa wao wafanye nafahamiana vizuri yeah. Nakumbuka kuna stori moja, kuna binti moja aliposwa Mm. Jamaa alikuwa si uh, ha, aishi Tanzania ni Mtanzania mm. anaishi mm-hmm. mbali akamposa, akaja akamwoa. Baada ya kumwoa alafu, binti alivyokuwa mjamzito akamrudisha nyumbani, alafu kuna baadaye akampelekea ha, ha, mwanamke akimwambia huyu ni dada yangu. Yule dada alikaa na yule binti mwenza wake miezi sita, lakini kumbe ni mke mwenzie. oh. eh. Inatokea kumbe, ana, yes, anajua huyu ni, ni, ni, ni dada wa mpenzi wangu na nini nanini. Baadaye katika uh, muda ulipita kiasi, akapigiwa simu kwamba nimemwona mpenzi wako yuko sehemu fulani, akaenda sehemu ya tukio. Kufika sehemu ya tukio, akamkuta yule dada aliyosema ni dada wa mpenzi wake, ambaye ni wifi yake, ndio yuko naye pale. Katika sintofahamu, wana e, wanashishika pale Mm. Moshi tu, huyo alikuwa si binamu yani ah, si dada yake binamu, kwa hiyo yule dada ameingia kwenye wimbi ambalo <laughs> yeye yeah, yeah, yuko upande wako. Muda mwingine haamini kama kuna kuna kuna mapenzi ya kweli kuna mapenzi ya nini? Yeah. Mambo anawafanya sahizi, nikikwambia unaweza ukamtaka radhi mtu Yeah. Yes. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba uh, kila mmoja aweze kutamalaki na eneo anaoliamini, lakini pia akitumia kuwafundisha watu kuzungumza, nini kifanyike, kwa nini wasifanye. Tu tunaendelea kuzungumzungumza hivi, inaweza kawa inawasaidia mabinti waliokuwa wengi nini. Mm. Unawambia, wewe, mabinti wengi. Oh. Alafu wewe utawaambia wanaume. Mm. Yeah mabinti uh, kwanza nadhani tumtangulize Mungu Mungu. Yes. Mungu Mungu. Mungu brother, unajua hmm, kama vibinti vingi siku hizi vina yani, vishirikina sana eh. Yes. Yani wewe unaweza ukawa na, na ndoa yako umestick kwenye ndoa yako, lakini kutokana unavyompenda mke wako vibinti vika yani vikakuona sawa, huyu ni brother Gabo, okay, yuko kwenye mtandao na mimi kutumia mtandao huu naweza nikaji engage kidogo nipate chochote kidogo. Wewe unaguna nini o, wewe unaguna nini nini wewe unaambia vipi? Nipakulie chakula na kanga mbili tatu, unakuja mvaa sweta unafanya nakujava, si unaona? Wewe unaonekana na mambo mengi. Nyinyi wanawake ndio mnatusau sisi wanaume huo. mm. Ni ukweli Mnasahau sisi yeah, na suti zenu hizo kama, yaani kwa hivi <laughs> sasa si kazi. Ah no, ya ano, kwa sababu sisi wanaume sometimes tunapenda uh, kupata ile inaitwa love. Yaani kutupata care nini anakuja mke wako nani, yani, mm, na nini. Sasa nyinyi mshinda kwa ajili ya mazoea. Yaani wanaume ni watoto. Msia, mimi msiana kwa kazi ya ni mtoto. Yes, eh mnasahau majukumu yenu. Ni kweli. Hmm. Sawa tu, tunaweza kusema tunasahau ama hatusahau, tuna tunapitiwa, kuna wakati tunapitiwa, hatujakamilika kama yeah. Sisi, sisi sisi mjia. Mjia niye tena ndo hamjakamilika kabisa. Huyu hapa ni mbuji na mchetete wa lugha na ushinadhimu ya Kiswahili Salim Mwanangu wa Ahmed, endelea kulambaza nami ili uweze kupata maarifa stahiki zemprematoshatnandeheprn Eh, bwana nakuacha na meme hii hapa, hii meme pendwa sana hii, watu wakae mkawa kula. Wa, eh bwana, kuendelea kumtumia mwanamke pesa ni kumdharau mzazi wake. Mpaka wiki ijayo, kwaheri <directamente dipsiki>